Ay, pia sisi tuko katika ile asilimia kumi na moja, lakini mbali na mtazamaji ni kwamba familia zilizotoroka mapigano maeneo ya Angata Barrikoi huko Transmara zinahangaika kambini huku hali ya taharuki ikiendelea. Familia hizo zitasherehekea siku kuu ya Krismasi zikiwa kambini tena chini ya kafyu. Na kama anavyoarifu Chrispine Otieno, ni kwamba familia hizo 2,500 zinahofia kusahaulika huku shirika la Msalaba Mwekundu likianza kuwapa msaada wa chakula na bidhaa zingine kijiji cha Siteti waliotoroka mapigano eneo la Angata Barrikoi wanahangaika oh, yeah. Eric Langat baba ya watoto watano ana wasiwasi, kwani wiki moja baada ya nyumba yake kuchomwa bado hajui waliko watoto wake. Eric mwenye umri wa miaka hamsini amejumuika na waathiriwa wengine wa mapigano kujiliwaza wakati huu mgumu. Tunalala njaa, tunalala kwa baridi tunateseka na hatujui sababu ni gani, na hatujawahi bainishwa. Wazee kama sisi, wamama kama wale munawaona hapa wanahangaika, na hatuambiwi ni nini, na hatuambiwi ukweli wa mambo ni gani. Gunia hili ambalo ndiyo mali ya pekee aliyoweka kutoroka nayo sasa limegeuka kitanda chake na vilevile ni kikapu la kupokea msaada wowote kutoka kwa waisani. Wengi waliokita kambi hapa wanategemea miwa kwa chakula. Watoto kwa watu wazima hapa, ni kila mmoja kupigania uhai. Tulipata shida ya vita, tukaanza kufukuzwa na malisasi. Hatuelewi hiyo malisasi ilikuwa inaanzia wapi. Ah, shirika la Msalaba Mwekundu limeanza kuwapa msaada waathiriwa, ili kuwawezesha kukabiliana na makali ya njaa. So we are glad that today this are going to receive this humanitarian aid. This is a full set of uh, a household kit, which include a collapsible jerrican. We have a full set of a full kitchen set, which has a number of plates, spoons, sufurias. Wakazi wa eneo hili hawana cha kufurahia wakati huu wa sherehe za Christmas. Naibu Inspector General wa Polisi Eliud Lagat akisisitiza kuwa kafyu iliyowekwa katika maeneo kumi na nne ya Transmara ingalipo hadi pale utulivu utakaporejea. Come fast as the CS and I indicated yesterday that come fast we will do what we're supposed to do to get those to get those guns in wrong hands. hadi sasa zaidi ya watu elfu mbili mia tano wameathirika na machafuko. Taifa la Kenya linapoungana na ulimwengu kusherehekea siku ya Krismasi hapo kesho, kwa waathiriwa wa ghasia ambao ni wakimbizi wa ndani kwa ndani katika eneo hili la Angata Barikoi, hawana lolote kujivunia. Wito wao kwa maafisa wa usalama kwa kuhakikisha kwamba hali hii ya taharuki imedhibitiwa ili waweze kurejea makwao. Crispin Otieno, runinga ya Citizen siteti, kaunti ya Narok. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Chrispine atupelekea mapumziko.